Mwanaume mmoja ambaye hajafahamika jina, mkazi wa kata ya Mkundi mkoa wa Morogoro, amenusurika kufa baada ya kusombwa na maji kufuatia mvua iliyoonyesha kuanzia jana jioni hadi leo Jumatano Machi 12 alfajiri. Mvua hizo ambazo zinazoonyesha maeneo amba mbalimbali nchini zilizotabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, ambapo zilitoa tahadhari za kuchukuliwa kufuatia uwezekano wa kuwapo kwa mvua nyingi. Akizungumza na Mwananchi asubuhi ya leo Jumatano, kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Morogoro Shaban Marugujo amesema mwanaume huyo alisombwa na maji jana usiku huko Mkundi na aliokolewa baada ya kunasa kwenye karavati. Kamanda anasema mwanaume huyo alikuwa akivuka mahali ambapo maji yanapita, hivyo aliteleza na kusombwa na maji. Baada ya kupata taarifa tulifuatilia uelekeo wa maji na kufanikiwa kumwokoa akiwa amenasa kwenye karavati. Baada ya kuokolewa, mwanaume huyo hakupata madhara makubwa zaidi ya kuchoka kutokana na kupigwa na maji. Baadaye ndugu zake walikuja na kumchukua, alisema kamanda. Akizungumzia maeneo mengine ya mkoa wa Morogoro, Kamanda Marugujo amesema mpaka sasa hakuna taarifa ya madhara yoyote katika wilaya nyingine, japokuwa baadhi ya maeneo mvua zimeanza kunyesha. Anasema mvua ndio zimeanza kunyesha na tunaendelea kufuatilia huko wilayani kupitia kwa makamanda wa wilaya. Hii mvua ya kwanza inaweza isiwe na madhara kutokana na jua kali lililowaka siku za juma isipokuwa mvua hii ilionyesha usiku ikirudia tena leo, upo uwezekano wa kutokea madhara, amesema Marugujo. Kwa mujibu wa utabiri uliotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, mkoani Morogoro ni miongoni mwa mikoa itakayopata mvua nyingi, hivyo Kamanda Marugujo amewataka wananchi kuchukua tahadhari kwa watoto wanaoishi kwenye maeneo hatarishi ikiwemo mabonde jirani na mito, makorongo na mabwawa. Aidha, amewaelekeza wananchi kupiga simu kwa namba moja moja nne endapo ataona majanga yatakayotokana na mvua hizo, lakini pia kutoka chini ya miti pembeni mwa barabara, kuta za nyumba, kwa kuwa mvua hizo zimekuwa zikiambatana na upepo. Mmoja ya wananchi wa kata ya Lukobe ambayo ni mmoja ya maeneo yaliyopata mvua usiku kucha, Joseph Mgabo amesema mvua hizo zilianza saa kumi na mbili jioni zikiambatana na mvua ya mawe, baadaye ilinyesha ya kawaida. Anasema mimi nikiwa kwenye shughuli zangu za biashara, ghafla ulikuja upepo mkali ulioambatana na radi na baadaye ilianza kunyesha. Hata hivyo, nilianza kusikia kwenye bati vitu vinadondoka mithiri ya mawe madogo. Nilipotoka nje, ndipo nikaona vipande vya barafu vikitoka angani na kudondoka chini, alizungumza Mgambo. Amesema mvua hiyo ya mawe haikuchukua muda mrefu, ilikatika na baadaye ikaanza kunyesha ya kawaida. Jana Jumanne Machi kumi na moja, TMA ilitoa utabiri wa hali ya hewa ikitoa angalizo la mvua kubwa katika maeneo machache ya pwani ya kusini, mikoa ya Lindi na Mtwara, nyanda za juu kusini magharibi, mikoa ya Rukwa, Mbeya, Iringa, Songwe na Njombe. Aidha, ilieleza mikoa ya Ruvuma, Dar es Salaam, Pwani, Morogoro inayotarajiwa kunyesha mvua jana, na maeneo mengi mvua zimenyesha. Taarifa hiyo ya TMA inaonyesha leo mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Lindi, Mtwara, kuwapo uwezekano wa mvua kunyesha huku wananchi wakitakiwa kuchukua tahadhari.